wakati mwingine, mjue mwamba huyu kwenye nema, pana nema na mema na wema pia wapo hapo hapo. Ukiweza kumjua, utatambua ni kitu gani katika wema wake. Ni ndani ya miezi saba sistimu amekamilisha, na mwezi wa saba ishirini na nne ndo alipoanza mwamba kuvimba katika eneo hili na mjengo unaouona katika hesabu zako. Kumbuka uh, mimi ni fundi muba wa katika ujenzi, na safari ilianzia Tanga basi mpaka Dar es Salaam jiji la gharama, na kambi ikatuama katika mji unaoitwa Kigamboni, ndipo tulipoita material kuyashusha na kuanza kujenga msingi. Kumbuka eneo lilikuwa ni la maji, hivyo lazima ya mawe yalihitajika, na ndio maana msingi wetu ukawa ni wa mawe kisha tukamaliza kwa tofari. Kumbuka mstahiki, mpe stahiki yake kabla hajafa, ni maua yake yanamstahiki. Ndugu yetu roho nzuri hakuwa akinifahamu isipokuwa, mashallah tuliungana na kuwa ndugu katika kazi yenye ubora na ustahimilivu wa hali ya juu, ni ndani ya miezi saba na yenye kupumua kwa nyakati tofauti tofauti, isipokuwa miezi saba ya kimaajabu kabisa. Ni mjengo wa vyumba tisa e, na kila chumba kiko na choo chake. Ni nyumba ya kisasa zaidi yenye ubora wa hali ya juu kiukweli. Tulipomaliza upauaji na kila kitu tuliweka taizi. Kumbuka, Fundi Mubar anamaliza mwanzo mwisho. Ewe uhitajie fundi mzuri basi, unaweza kunicheki katika 0656 422202 ama Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok na patikana kwa jina la Fundi Muba pekee. Utauona mjengo wetu uli livyo shaini na kwa uzuri, ubora, na unastahiki kila kitu kilicho chema na kizuri. Ewe uhitajie kazi nzuri, kumbuka mimi ndimi Fundi Muba tena katika ujenzi kwa asilimia tisini. Furaha yako ya mjengo wako unaweza kuitimiliza kwa kunicheki huko, tukayafanya mengi mazuri. Naweza kukutengenezea kuanzia plani ya nyumba yako mpaka ikang'ara na kunu nunurika haya kiasi unachofurahikia yani, chochote ukihitajicho, aidha ni boma kujenga msingi ama kupaua kwa ajili ya kupiga bati ama bandaring kwa ajili ya gypsum, kuskimu kwa ajili ya rangi, unaweza kunicheki katika 0656 422202 ama Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na TikTok. natumia jina la Fundi Mubar pekee.